msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha tafakari ya Injili ya siku leo Jumanne, juma la 27 kipindi cha kawaida cha mwaka C wa kanisa, na leo mama kanisa anaadhimisha kumbukumbu ya Bikira Maria mama wa rozari takatifu. Masomo ya leo, somo la kwanza linatoka katika kitabu cha nabii Yona sura ya tatu aya ya kwanza hadi ya kumi na injili inatoka katika kitabu cha mwinjili luka sura ya kumi aya ya thelathini na nane hadi ya arobaini na mbili karibu tusikilize injili somo katika injili ilivyoandikwa na luka yesu aliingia katika kijiji kimoja Mwanamke mmoja jina lake Malta akamkaribisha nyumbani kwake, naye alikuwa na umbu lake aitwaye Mariamu, aliyeketi miguuni pa Yesu akisikiliza maneno yake. Lakini Malta alikuwa akiangaika kwa utumishi mwingi, akamwendea akasema, Bwana, huoni vibaya hivyo ndugu yangu alivyoniachia nitumike peke yangu basi mwambie anisaidie. Bwana akajibu akamwambia, Malta, Malta, unasumbuka na kufadhaika kwa ajili ya vitu vingi, lakini kinatakiwa kitu kimoja tu, na Mariamu amelichagua fungu lililo jema ambalo hataondolewa. Neno la Bwana. Sifa kwako ee eh, Kristo. Ndugu zangu katika Kristo, katika somo la injili tuliyoisikia hivi punde, tumekutana na masimulizi ya dada hawa wawili, Malta na Maria, ambao ni dada wa familia ya Lazalo wa Bethania, rafiki yake Yesu, wakimkaribisha na kumkirimu rafiki yao aliyekwenda kuwatembelea kama ilivyokuwa desturi yake, ambaye ni Yesu Kristo. Malta akiwa na utendaji na shughuli nyingi za kuandaa chochote kwa ajili ya mgeni wao, na hapa Malta anawakilisha maisha ya utumishi na utendaji. Malta anasifika kwa bidii yake katika utumishi na ukarimu. Kazi yake ni nzuri na ya lazima, lakini inamzidi nguvu na kumfanya apoteze utulivu wa ndani. Kwa upande mwingine, Maria anawakilisha maisha ya kutafakari. Anachagua kukaa miguuni pa Yesu, akisikiliza maneno yake. Yesu anapomjibu Marta, anamwambia Maria amechagua fungu lililo jema ambalo hataondolewa. Kauli hii ya Yesu si kusema kwamba utumishi wa Marta ni mbaya, lakini inaweka wazi kwamba fungu la kwanza na la lazima kwa Mkristo ni kukaa miguuni pa Yesu. Utendaji wote unafaa na unatija tu kama utazaliwa kutokana na usikivu na urafiki wa kina kwa Kristo na urafiki wa kina na Kristo. Kwa hiyo tunajifunza kuwa na ukarimu kwa wahitaji na kutolea muda wetu kukaa na Yesu katika sakramenti, hasa sakramenti ya ekaristi takatifu, na kukaa na Yesu tukimsikiliza kwa kusoma na kutafakari neno lake, kuhudhuria na kusali ibada ya misa takatifu pamoja na ibada mbalimbali mbali. Muda wetu wote ni muda wa Mungu tusiutumie, tusitumie siku nzima kwa ajili yetu tu bali tutenge muda wa kutosha kwa ajili ya Mungu, kwani hapa duniani tu wasafiri, na muda tulionao ni kama tumekopeshwa ili tuutumie kuzaa matunda mema, tusije tukashindwa kutoa hesabu ya matendo mema mbele ya Mungu kwa kutumia muda wetu vibaya. Ndugu zangu, kama nilivyokwisha kusema kwamba leo tunaadhimisha kumbukumbu ya Bikira Maria Mama wa Rozari Takatifu. Kumbukumbu kumbu hii inaunganisha kwa uzuri mafunzo ya Malta na Maria na maisha yetu ya kila siku. Rozari ni sala yenye nguvu ambayo kanisa limeitambua kwa karne nyingi. Nguvu ya sala ya Rozari Takatifu imeshuhudiwa mara nyingi katika maisha yetu. Na tunao mfano mkubwa katika ushindi wa Wakristo katika vita ya Lepanto mnamo mwaka 1571 dhidi ya Waotomania, ambapo Baba Mtakatifu Papa Piusi watano wakati wa vita alihamasisha Wakristo kusali rozari na kuombea amani, na kweli imani ya baba mtakatifu pamoja na waamini wote ilizaa matunda ya ushindi katika vita hiyo kwa sala ya Rozari Takatifu. Hii inaonyesha nguvu ya Rozari katika maisha ya utendaji na jinsi sala ya Rozari inavyoleta mabadiliko makubwa katika ulimwengu. Kitu cha kutilia mkazo ni kwamba sio tu walijifungia kusali, bali wanajeshi walikwenda kupigana. Hii inaonyesha wazi kuwa imani yetu lazima pia iende sambamba na matendo, utumishi na kujituma, huku tukimtegemea kabisa Mungu kama ilivyokuwa kwa Malta na Maria. Hata hivyo, kiini cha Rozari ni tafakari. Kwani Rozari inaundwa na vitu viwili, yaani sala na tafakari. Rozari takatifu inatupatia fursa ya kutafakari juu ya maisha ya Yesu. Rozari siyo tu kurudia maneno ya sala ya salamu Maria, badala yake ni maombi ambayo yanatuunganisha na kutafakari kwa kina maisha ya Yesu Kristo. Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili Papa alielezea rozari kama muhtasari wa Injili na shule ya Maria akisisitiza kwamba tunaposali Rozari tunashika mkono wa mama yetu, Mama Bikira Maria, na anatupeleka kwenye maisha ya mwanaye. Kama vile Maria wa Bethania alivyokaa miguuni pa Yesu, tunakaa miguuni pa Maria anayetufundisha kufanya vivyo hivyo. Rozari inatuunganisha na fungu lile lililo jema alilolichagua Maria, la kukaa miguuni pa Yesu. Tunapofanya tafakari ya mafumbo ya Rozari Takatifu, yaani mafumbo ya furaha, mwanga, uchungu na utukufu, tunajiingiza katika mafumbo makuu ya wokovu wetu. Tunaona unyenyekevu wa Yesu wakati wa kuzaliwa katika holi la kulishia wanyama kama tunavyosoma katika Injili ya Mathayo sura ya pili aya ya kwanza hadi ya kumi na mbili na Injili ya Luka sura ya pili aya ya sita hadi ya saba. Tunajifunza upendo wa Yesu wakati wa utumishi wake, kama katika harusi ya Kana, mama Maria alipomwambia hawana divai, naye akatenda muujiza wa kugeuza maji na kuwa divai kama tunavyosoma katika Injili ya Yohane sura ya pili aya ya kwanza hadi ya kumi na moja. Na katika mafumbo ya uchungu tunajifunza uchungu wake msalabani, na katika mafumbo ya utukufu tunajifunza utukufu wake katika ufufuko. Kutafakari huku kunakuza uhusiano wetu na Kristo na kunaimarisha imani yetu kwa sababu tunaishi injili kwa namna ya kiroho. Ndugu zangu, kutafakari maisha ya Yesu kunatupatia mfumo kamili wa maadili ya Kikristo. Kwa mfano, katika fumbo la kwanza la furaha, Maria kukubali neno la Mungu kunatufundisha unyenyekevu na utii: mimi ni mtumishi wa Bwana na iwe kwangu kama ulivyonena. Fumbo la kwanza la uchungu, Yesu akisali katika bustani ya Getsemani, kunatufundisha utii na kukubali mapenzi ya Mungu hata katika shida na mahangaiko yetu. Baba, ikikupendeza kikombe hiki kiniepuke, ila si kama nitakavyo mimi bali utakavyo wewe. Kutafakali fumbo la pili la mwanga, Yesu anabadilisha maji kuwa divai katika harusi ya Kana, kunatufundisha kuwa na huruma kwa wengine. Mwanamke, tuna nini mimi nawe? Saa yangu bado haijafika. Maria akawaambia, atakalowaambia fanyeni. Tunapotafakari maadili haya katika maisha ya Yesu na Maria, tunaongozwa na Roho Mtakatifu kuyapokea ndani ya mioyo yetu, kisha matendo yetu ya, ya utumishi kama yale ya Malta yatakuwa na msingi wa dhati na nguvu ya kiroho kwa sababu yatakuwa yametokana na fungu lile lililo jema na kutafakari na kusikiliza neno la Mungu. Rozari ni maombi kamili kwa sababu inaunganisha vitendo na tafakari. Inatuwezesha kuwa kama Maria wa Bethania kwa kukaa miguuni pa Kristo na pia kuwa kama Marta wa Bethania kwa kutumika kwa ufanisi na upendo. Rozari ni chombo cha kipekee kinachotusaidia kukumbuka kwamba bila urafiki wa kina na Kristo utendaji wetu wote unaweza kuwa mzigo. Lakini tunapozaliwa kutoka katika maisha ya sala unakuwa njia ya kweli ya utakatifu. Je, umewahi kujiuliza ni fumbo gani la rozari ambalo linagusa kwa namna ya pekee maisha yako ya kila siku, na kila unaposali unakuwa na amani na furaha? Lakini pia, katika mwezi huu tunapo tunakumbushwa pia kuombea amani na utume wa kimisioni ulimwenguni. Mwezi wa Oktoba unatukumbusha kuwa maisha ya Kikristo hayajakamilika bila utume. Kila mmoja wetu kwa ubatizo ni misionari. Utume wetu unaanza ndani ya familia na jamii yetu. Amani sio tu hali ya kutokuwa na vita, bali ni tunda la haki na upendo. Ni zawadi kutoka kwa Mungu ambayo tunapaswa kuiomba na kuifanyia kazi kila siku ya maisha yetu. Tunaalikwa kuomba ustawi, umoja na kuendeleza utamaduni wa amani unaopatikana kwa watu wote. Kuombea misheni ni kuomba kwamba Injili ya amani na upendo wa Kristo iendelee kuenea na kugusa mioyo ya watu wote, ikipunguza chuki, migogoro na matatizo mengine ya kijamii. Katika mwezi huu wa Oktoba, tuichukue Rozari kama chombo cha kutafakari na sala, na tuutambue utume wetu kama Wakristo. Tuombe kwa ajili ya amani, si tu kwa ajili yetu wenyewe, bali kwa ajili ya kila mmoja, familia jamii na taifa zima, tukiamini kwamba sala ina nguvu ya kubadili ulimwengu. Kila mmoja wetu atafakari ni namna gani amejipanga kueneza haki na amani katika mwezi huu, ni mikakati gani aliyojiwekea katika kudumisha utamaduni wa kutenda haki na kudumisha upendo katika ustawi wa familia yake, jamii yake na katika ulimwengu wote. Bikira Maria mama wa Rozari Takatifu, Malkia wa Amani na mama wa habari njema, utuombee. Ninakushukuru kwa kutafakari pamoja nami. Injili ya leo niliyokuletea tafakari hii ni mimi Fratel Matthias Jafet Kuingwa wa shirika la wamisionari wa, wa damu takatifu ya Yesu kutoka seminari kuu ya Mtakatifu Gaspar del Bufalo, Kola, Morogoro. Itukuzwe damu ya Kristo, milele amina. Kristo, neno la Bwana Yesu Kristo vichaa ya mioyo <mimilio> yetu, kwa hiyo inavyopasa tulipokee Bwana